Karibu sana fansi wetu kwenye napita tu ya siku ya leo ambayo inakuwa halikosi ya ziada ya kupatiana katika yale ya faida ambayo sisi pia huwa tunatumia pazia letu hili pekee kwa ajili ya kufikishia, na leo tuna nafasi ya kufahamu kuhusiana na UNECA, moja ya tume ya umoja wa mataifa kuhusu uchumi wa Afrika UNECA. E, inafahamika hivyo, lakini kwa urefu zaidi inayojulikana kama United Nation Economic Commission for Africa. Hilo ndo tuna nafasi ya kulifungua leo. karibu sana mimi, naitwa Amiri Mtambo, sasa kanita Anko Amiri, Anko Anko wote dunia nzima. karibu sana tupate nafasi ya kujua kuhusiana na hili. cha kwanza eh, kama ulikuwa hujui kuhusiana na UNECA. UNECA iliundwa rasmi mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na nane na inafanya kazi ya kuleta mabadiliko katika maeneo muhimu kama vile mipango ya kiuchumi, usawa wa kijinsia, pamoja na ushirikiano wa kikanda, na vile vile pia wapo kwa ajili ya kuzingatia utafiti wa sera unaozingatia data na kujenga ujuzi wa watu na kuleta mabadiliko. Hiyo ndo kazi kubwa ya UNECA, kama ulikuwa hufahamu. Kwa hiyo, hiyo ni moja ya tume ambayo ni ya Umoja wa Mataifa kuhusu uchumi wa Afrika. Wao kuhusiana na swala la uchumi wamekuwa wanasimama kidete au wamekuwa wanasimama eh, kwa nafasi kubwa sana kwa ajili ya kuweka hilo sawa. Kwa hiyo kama ulikofahamu, kuhusiana na tume ipi ambayo inasimama na umoja wa mataifa kuhusu uchumi wa Afrika, basi wewe sema UNECA, ambayo kwa maana nyingine au kwa jina lingine pia huwa wanaita ECA. Ukisema UNECA au ukisema ECA yote yanakuwa yako sawa, hujakosea kitu. Asante sana Ayu kwa kupita nasi katika dakika chache tuzanapita tu ya kwetu sisi. Endelea kusubscribe, endelea kuwa nasi kwenye channel yetu kwa maoni na yale ya ziada ambayo sisi pia tunayapokea na kuyafanyia kazi. Asante kwa leo, shukrani na baiba, bye bye kwa kuwa pamoja nasi.